Familia ya mtaani Kibra zilizowapoteza wa wapendwa wao kupitia mkasa wa hivi majuzi wa moto za subiri muda mrefu kidogo kabla ya kuweza kuwazika wapendwa wao. Hii ni kutokana na kwamba serikali imeanza mchakato wa utambuzi wa miili iliyoteketea kupitia sampuli za msimbojeni yaani DNA siku ya Alhamisi. Aidha, mchakato huo unatarajiwa kuchukua kati ya wiki mbili hadi mwezi mmoja. Kwa mioyo mizito familia za waathiriwa wa mkasa wa moto mtaani Kibra jijini Nairobi walifika katika chumba cha kuhifadhia maiti cha City Alhamisi hii kuanza mchakato wa kutoa sampuli za msimbojeni yaani DNA. Hatua hii ni mwanzo wa utambuzi wa miili iliyoteketea kiasi cha kutotambulika. Serikali inasema kuwa mchakato huu wa utambuzi wa DNA utachukua kati ya wiki mbili hadi mwezi mmoja, kipindi ambacho familia zinazoomboleza zinasema ni kirefu mno na cha maumivu. Kitu inasumbua sana ni ile tunaambiwa, DNA inachukua, nitoke haraka kwa sababu mi nimetoka nyumbani, niliitiwa tu maiti, nyumba ya watoto wangu iliungua, sina mahali pa kukaa. Hata kama ni hela kidogo nilipewa, unatumia kila siku kuja hapa, kurudi, kuzunguka huku na huku alafu zinaisha. Miongoni mwa familia zilizoathirika zaidi ni ya Judith Ambani, ambaye alipoteza jamaa watano katika mkasa huo. Kwa mjane huyo, huzuni hii ni pigo la pili kwa muda mfupi, baada ya kumpoteza mtoto wake wa kwanza hivi karibuni. DNA itachukua almost one month, sijui nitakuwa kwa hali gani jo, hata mii mwenyewe niko kwa madawa. Mnapomwona hapa hivi, ni mjane, ni mama mjane, hana mume, alizika Alafu mtoto wake wa kwanza first born kijana alikufa. Sasa alikufa ni juzijuzi juzi tu hata hatujapumzika, hata hiyo alama haijapona. Moses haijaponamoses Okuoku Eboso ambaye alisafiri kutoka magharibi mwa Kenya, baada ya kupokea taarifa za mkasa huo, alipoteza watoto wake wawili. Jamaa wengine wa familia yake wanapokea matibabu katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Hapa mochari niko na maiti mbili za watoto wangu, alafu e, bibi ya mtoto wangu ambaye anaitwa Charity akapata majeraha mabaya sana. Sahizi yuko Kenyatta Hospital, na mjukuu wangu Jaylen Boso, miaka miwili, akapata majeraha ya kichwa katika eneo la Emuhaya kaunti akaunti ya Vihiga. Huzuni imetanda katika maboma mawili jirani za Ambani na Omboko, familia zilizopoteza watu saba. Familia hizi zinaomba serikali kuharakisha mchakato wa utambuzi wa DNA na kuongeza msaada ili kuwawezesha kuwazika wapendwa wao kwa heshima. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.